Aleluya, watu wa Mungu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Leo nizungumzie tazungumzia mambo ya kijamii isha asema, Tanzania, Afrika, hatuhitaji mchezo hii inayoletwa inakuja kutulaza akili tusifikiri tusifanye uchunguzi wa matatizo yanayotukabili wa changamoto zinazotukabili na kupata suluhisho au solusheni. Mtu ukimweka kwenye vichekesho, kwenye mpira, atakuwa anawaza hivyo kwa sababu akili mtu ni akili, akili unavyoendelea kuifikirisha tu mambo ya burudani, mambo ya kulisha hisia hayo tu, kwa muda inakuwa imejengeka katika hiyo mpaka tu haiwezi kwenda beyond au kwenda zaidi ya hapo. Kwa hiyo huyo mtu inamfanya awe dormant, awe hawezi kufikiri zaidi, yani ni, ni, ni, ni, hii michezo ni, yote imekuja kutudhibiti akili, tusifikiri nje ya box, tusifikiri zaidi ya hapa tulipo, naitwa brainwash, yaani imekuja kutudhibiti akifikiri zaidi ya hapa tulipo. Kwa hiyo nikawa anazungumzia kwamba, leo nazungumzia kwamba maradhi ni mfano matatizo. Mwalimu Nyerere alisema alisema maadui watatu wa taifa ni maradhi, umaskini na, na nini, magonjwa, umaskini na ujinga sasa nitazungumzia maradhi au magonjwa magonjwa mara nyingi ndio husababisha vifo tunaamini hivi lakini kwa Tanzania hapa kwa nchi yetu ya Tanzania magonjwa ni kweli husababisha vifo lakini vifo vingi mfano vya vijana ni mfano life expectancy au miaka iliyo kadiriwa ya kuishi kwa mtanzania kulingana na takwimu mbalimbali inasemekana ni miaka 66 hadi 67 nachezea umu iko umo katika 66 hadi 67 maisha, yani mtu miaka anayotakiwa aishi mtanzania wa kawaida ni hiyo, lakini unakuta vijana wadogo kuanzia miaka 15 na au chini hadi miaka labda 40 wanafariki kwa sana kwa katika umri. Kiona mtu amefariki katika umri, kuna uzembe umefanyika, aidha wakati binafsi au wa jamii nzima au wa taifa zima. Oyo, oyo, kwa hiyo leo nipende kuzungumzia kwamba sababu zinazoweza kusababisha, sababu binafsi za mtu, mtu binafsi, kwanza lishe yake. Lishe yake inakuwa ikoje? Binadamu unatakiwa kupata lishe bora. Lishe bora, yani kupata chakula ambacho kinakidhi katika hiyo, hicho chakula unapata makundi yote ya chakula ambamo mnakuwa na virutubishi vyote ambavyo vinasaidia kukupa nguvu, kukupa joto, kukupa, kukupa kinga ya mwili, yani vile vyakula vyote unavhutumia yes, basi lazima no, uhakikishe hiyo virutubishi uh, uh, vipo vinavyokusaidia ukila lishe bora, tunaamini kwamba lishe bora, lishe bora inakusaidia usipate maradhi na maambukizi ya magonjwa mara kwa mara, kwa sababu mwili wako tayari unakuwa na kinga. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kutok kutumia lishe bora ndio husababisha maradhi, ambayo maradhi hayo yanamsababishia ya mtu changamoto ya kiafya, na afya ikiendelea kuzorota huyu mtu anaweza akapata mauti na kifo. Lakini pia sababu nyingine ya mtu binafsi ni, ni kujiingiza kwenye makundi mbalimbali na kwenye mazingira hatarishi au mazingira hatarishi kama kutumia vilevi tojali afya yake, kutumia kilevi vilevi na kutumia madawa ya kulevya, akijiingiza kule mtu haya madawa ya kulevya na na na na, na na na na pombe zilizo zili zinaweza zikamsababishia huyu mtu aka akasahau aka kula, wakati mwingine wanasahau kula hawali vizuri unakuta baadaye wamepata magonjwa mengine makubwa zaidi, magonjwa ambayo yanaweza kuwa labda magonjwa ya moyo, msongo wa mawazo ambao unapelekea labda kujiua, eh wakati mwingine kujiua, lakini pia kupata magonjwa magonjwa sugu kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini. Hayo yote yanasababishwa na kujiingiza kwenye makundi au kutumia vilevi kievi vihevi na uvutaji wa bani na sigara lakini pia kufanya kazi ambazo ni hatarishi kama kazi za bodaboda, kazi za chimbo, kazi za beba mizigo mizito, hizi zote z zikampekea mtu naingia camp. kwenye changamoto ya yeah, ki zinaweza zikampelekea camp, but... mtu pata lakini pia kuna jamii jamii zetu zinakuwa hazifatilii trendi ya watu a like, uzembe ambao wa tunakuwa nao atufadhilite ni watu, watu fariki, na tunaweza kukuta mtu amefariki, hatuchunguzi kujua kwa nini, mimi sababu ili tutafute solution yao through ya kuweza kusolve hilo tatizo. Lakini pia huduma huduma dhaifu, tuseme huduma dhaifu au mbovu za afya ambazo mm -hmm. zinatolewa katika vituo vyetu za kukuta huduma zinazotolewa katika vituo vyetu na kuwa azikizi vile vigezo na mutakiwa raiha wataalamu hawana ujuzi wa kutosha, au uzembe unaofanyika mle wata na wataalamu, au yule mtu wenyewe anachelewa kuwai huduma. Lakini pia wataalamu wenyewe uangalizi wao unakuwa hafifu, kwa hiyo inapelekea huyu mtu aweze kuingia katika hatari hii, anaweza anakuwa katika hatari kubwa sana kupa, kupata kufariki na kuingia na kusababisha nilio na shida kwenye zake. Lakini pia anasema kwamba mgawanyo, naweza nikasema mgawanyo mbaya wa riziki, yaani wenye nacho, kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho, hapo kuna gepu au kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna nafasi kubwa kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho, kuna watu ambao wanaweza wakatibiwa kwa huduma za huduma huduma arte yaani huduma nzuri zaidi, lakini kuna watu ambao wanaweza wakatibiwa huduma za kati, kuna watu ambao wanaweza wakatibiwa wakapata huduma dhaifu. Kwa sababu ya nini? Kipato cha mtu, tuna tuna matabaka kati ya wasionacho na mgi nacho. Kwa hiyo hapo kuna changamoto kubwa ambayo inatenga ina kati ya tajiri na maskini. Wale ndio wanaofufa katika vifo hivi vi vya hali ya miaka ya bado, hawajafikia umri ule wa kufariki, wanakuwa ni ni, wanaotokea ni, ni, katika familia maskini, kwa sababu aiha wa ya uchumi uchumi uchumi uchumi maskini, lakini pia ukosefu wa maarifa na akili ukosefu wa, wa elimu yote husababisha kuenda katika hatari, kupata vifo vya mpema. Kwa hiyo, mgawanyo wa riski katika jamii unatakiwa ubalance. Usipo balance inasababisha tabaka kati ya wenye nacho na sio kuwa nacho. Kuna wengine wanaweza wakatibiwa nje ya nchi, wengine wakatibiwa katika nchi yetu, lakini katika huduma ambazo zimeboreshwa zaidi. Kuna wengine wanakosa kabisa kipato au fedha za kwenda kupata matibabu.

tutazungumzia kujiingiza kwenye kutumia vinywaji au vileo ambavyo ni hatarishi, lakini pia kufanya ngono zembe ambazo zinaweza zikapelekea kupata maradhi na maambukizi katika mwili wake na kupelekea vifo. Lakini pia nimezungumzia taarifa kwamba mgawanyo wa riziki haupo sawa, kwa hiyo kuna tabaka kati ya tabaa katianacho na wasio nacho akini pia huduma zinazotolewa zimkuamkuwa azikizi mahitaji yantakiwa. Kwa hizo sababu zote zikaturikia haya makunbi yanaeo ambavyo avihara vii viko vya mapema, sababu tunajua kwamba umri wa kuishi kwa Mtanzania wa kawaida imtakiwa uo miaka stina sitsaii. kwahizo sababu zkusababisha inaweza zikawepo si nyingine, lakini sababu ambazo nimeweza kuzichimbua ku sana hizo zopelekea vifo vya vijana wenye umri mdogo kuanzia miaka kumi na Mzo, Bifo, bia, tano hadi arobaini na tano. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunisikiliza na kufuatilia. Hii ni Wakili wa Siri za Mungu, tunakuletea habari njema. Na kufanya upate ufahamu wa kutoa hatua moja hadi nyingine. Basi neema ya Kristo ikawa pamoja na wote amini, amini.